Huduma zinazotolewa kwenye wodi yetu ya wazazi ni pamoja na kuwasaidia kina mama kujifungua. Tunatoa huduma ya kujifungua kawaida, lakini pia kujifungua kwa operation. Vifaa walivyonavyo ni vifaa vizuri ambavyo vimenihudumia mimi pamoja na mtoto wangu mpaka sasa hivi, nipo hivi nipo vizuri. Uboreshaji huu ambao umefanywa na serikali ya awamu ya sita, Mama Samia Suluhu Hassan, umeweza kusaidia kuboresha huduma za mama na mtoto kuweza kufanyika kwa ufasaha kuweza kupunguza vifo vya vitokanavyo na uzazi kwa mama pamoja na mtoto. anesa aliyekuwa ananihudumia leo amenihudumia vizuri, anihudumia vizuri hata mimi mwenyewe moyo wangu umefurahi, mpaka nami nikaomba Mungu msaidie mwongeze na siku za kuishi, maana sijaona tatizo lolote, hajanitendea unyama wote wala sijaona ubaya wote. nawashukuru madaktari pamoja na serikali kwa vifaa hivi walivyovitoa kwa ajili ya kutusaidia sisi mama na mtoto. Mama Yuko Kazini.